Kama naitwa Neema Gaspar Mkunywa. Jamani namshukuru Mungu nimempata mwanangu. Ilikuwa tarehe ishirini na tisa, mtoto alipotea ndani, kuna mtu alimchukua. Ai, yani nilisi kufa, kufa jamani kusema kweli. <laughs> Nilisi kufa usema kweli. Ila namshukuru Mungu alinitia nguvu. Nashukuru wenzangu hapa alikuwa ananitia moyo, utampata mtoto utampata mtoto, nilikuwa nafarijika na, na maneno haya namshukuru Mungu jana alimtua hapo mtoto tukamwona, ndo huyo hapa namshukuru Mungu sana. Ilikuwa majira ya saa ngapi ulipomtua mtoto? Basi ilikuwa saa mbili, tulikuwa huko jikoni mme wangu na kakaangu alikuwa anakula, mimi nilikuwa niko naangalia simu, tukasikia mtoto analia. Eh, eh tukatoka, tuka, tuka, mi nilijua ni kuku. Tunatoka tukamkuta mtoto hapo, amemweka chini hapana huyu ndo alimuona lim... yeye yeah, anatoka ndo anamkuta amemweka chini akaanza kukimbia tukasikia tu mbio huko anakimbia hatukumuona kwa majina anaitwa Ambwene Adamu Mwampagama nilipotelewa na mtoto tarehe ishirini na tisa jioni baada ya kwenda kutoa ripoti kituoni mida ya saa tatu usiku mimi nilibaki ndani nimekaa ndani siku tano huku nikiwa na maumivu ya kupotelewa na mwanangu na ni mtoto wa kwanza ambaye ni mtoto wa kwangu mimi wa bila kusingiziwa, ila pia namshukuru Mungu kwa maombi ya Watanzania wenzangu ambao walikuwa wako uraiani, japo mimi nilikuwa niko ndani na nikiendelea kutumikia kaadhabu kadogo kadogo, kama na mimi ni mtumiwa ambaye ikionekana ni mhusika kuiba mtoto, lakini mimi ndio baba mzazi. Namshukuru Mungu alinitia nguvu nikafanikiwa kutoka. Bado tukaendelea na upelelezi huku, na serikali nayo ikiendelea kufanya juhudi kwa ajili ya upelelezi. Ashukuriwe Mungu, jana jioni mida ya sa saa mbili na nusu usiku, tukiwa tuko ndani tunakula chakula, tukasikia mtoto anana, anana, anakuwa kama anataka kulia nje. Kutoka ndo tukamkuta ni kweli mtoto ndo anamtua kwenye kona ya nyumba ambapo ni tunaingilia ndani wakawa amemtoa mtoto pale, nilishindwa kukimbia kiukweli, japo muhalifu niliona taswira. Aliyemshusha mtoto ni mtu wa kike, ndio aliyemshusha mtoto chini, ila usoni sikumfahamu vizuri ni nani, ila nilishindwa kukimbia. Ni pale napoanza kuita kwamba amemrudisha mtoto, wengine wakawa wamekimbia. Sasa, kutokana na mazingira ya maeneo ya kwetu mahindi ni mengi, ndio maana walishindwa kumkamata ila ninachomshukuru Mungu ni kwamba mtoto ni mzima na amepatikana akiwa hai. Naitwa Adam Paulo Mwampagama, mimi ndio babu wa mtoto aliyekuwa amepotea. Ninamshukuru Mungu ambaye ametenda maajabu miujiza mikuu ambayo sikutarajia. Tumezunguka sana, tumetafuta sana, tumehangaika sana, lakini Mungu ametenda muujiza mpaka kumgusa huyo mtu mpaka mrudishe mtoto, tukashangaa tu saa mbili Mtoto amerudishwa, tunapigia simu mtoto huku, amerudishwa upenuni. Tumekimbia usiku mpaka kuja hapa, tunapiga ripoti polisi, wanakuja hapa nao wanashangaa. Tunasema asante Mungu, asante pia kwa maombi yenu, watumishi wa Mungu wote mnaohangaika pamoja na sisi, maana mnapotangaza, mnatangaza lile jambo ambalo linaonekana kwamba siku zote watu wajue, kana watu wapo, serikali ipo na watu wapo, wanafanya kweli. Tunamshukuru Mungu kwa kuwaweka mwepo. Na Mungu awabariki. Jina naitwa Irene Daudi Sione, tuna tunamshukuru Mungu kuyajabu, mefanya, ametenda kwa matendo makuu ya ajabu aliyototendea yeye. Bwana amefanya ametenda, amejizirisha kwamba mimi ni Mungu mwenye uwezo mwenye nguvu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana, na tuliendelea kumwomba Mungu kwa kweli. Bwana ametujibu jana, majira ya saa mbili kuletewa mtoto hapa nyumbani, tunamshukuru Mungu. Mimi naitwa Rashid Isaac Mwakatage, ni mchungaji wa kanisa la Free Pentecost Church of Tanzania, lakini pia niliposikia tukio mara ya kwanza linishtua sana, maana kwetu huku hakujawahi kutokea, katika mtaa wetu wa Iyela moja halijawahi kutokea tukio kama hili. Sasa siku hiyo tumefika hapa, tulifanya maombi na maskari, tulikutanika hapo scripture, tuliomba Tulipoomba leo leo, nikasikia mtoto amepatikana, walimtua eti upenuni. Nimekuja kumshuhudia mtoto, nimemwona kwa kweli, nimeshangaa maajabu ya Mungu. Amerudi mtoto, ni salama, analia vizuri. Kwa kweli nimemshangaa Mungu, ametenda maajabu katika nyumba hii, kweli jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kweli, kwa Watanzania wote ninahitaji wawalinde watoto ili watoto wasijakachukuliwa katika mazingira ya kutatanisha kama namna hii. Naomba wote tushikamane tuwalinde watoto. Leo hii tupo mahali hapa tumekuja na furaha nyingine tena. E, mtoto wetu aliyekuwa amepotea leo hii au usiku wa jana mnamo muda wa saa tatu kama na dakika ishirini, mtoto huyu ameweza kupatikana. E, kama kiongozi wa serikali za mtaa nimepigiwa simu, nimefika eneo hili la tukio, na hakika nimemwona huyo mtoto na hali yake iko vizuri kabisa. Lakini kwa maelezo niliyopata kutoka kwa mzazi, ni kwamba yule mtoto alivyopatikana, wao walikuwa ndani, na alivyofika, alivyosikia sauti ya mtoto analia na, na kweli akatoka nje. Mzazi wa huyo mtoto alivyofika pale, kweli akakuta mtu kama anamtua mtoto chini, baadaye anavyotaka kusogea akakuta yule mtu anakimbia. Kwa maana hiyo sasa, kutoka hapo alikimbia yule mtu, na huyo kijana akapiga kelele. Baada ya kupiga kelele, watu wakasaidia waka kwanza kumkimbiza yule mtu, lakini hawakuweza kumuona huyo mtu. Kwa hiyo mimi niliendelea kutoa taarifa kwa viongozi wa upelelezi, nilimpigia CID hakupatikana, lakini nikapata tafuta namna nyingine, nikampigia polisi mwingine wa upelelezi pia ambaye aliweza kunipa namba ya mkuu wa upelelezi ambaye alikuwa anaendesha hili swala, naye baadaye akapatikana nikaongea naye, na alifika maeneo haya. Baada ya kufika alihojiana na ndugu wa mtoto. Baada ya hapo, akawapa taarifa kwamba waende Meta kwa ajili ya uchunguzi wa mtoto, na hatimaye baada ya hapo mtoto wakampeleka kule Meta kwa ajili ya uchunguzi na akarudi jana ile ile usiku. Kwa kweli mpaka saa hizi kwenye eneo letu tuna furaha ya tofauti kabisa na vile tulivyokuja mwanzo. Tulikuwa na huzuni, lakini saa hizi tuna furaha.